Wanajeshi wa Madagascar walishangiliwa na wananchi waliokuwa wakikusanyika mitaani katika mji mkuu wa Antananarivo siku ya Jumapili, Oktoba 12 mwaka 2025, huku rais wa nchi hiyo akitangaza kuwa jaribio la mapinduzi linaendelea. Rais alieleza kuwa kuna kundi la wanajeshi waliokuwa wakijaribu kuipindua serikali yake kwa nguvu. Ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu viongozi wa jaribio hilo, alisisitiza kuwa serikali iko imara na itachukua hatua madhubuti kukabiliana na hali hiyo. Wananchi wengi walionekana wakishangilia wanajeshi hao walipoingia mitaani, hali inayoonyesha mgawanyiko wa maoni miongoni mwa raia kuhusu utawala uliopo. Wengine walichukulia hatua hiyo kama matumaini ya mabadiliko, huku wengine wakionyesha hofu juu ya machafuko na vurugu zinazoweza kutokea. Kwa sasa, hali ya usalama imeendelea kuwa tete katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo, huku vikosi vya ulinzi vikimarisha doria. Serikali imetoa wito kwa wananchi kudumisha utulivu na kuepuka kushiriki katika maandamano au vitendo vya vurugu. na hadi sasa haijafahamika wazi nani anahusika na jaribio la mapinduzi, lakini viongozi wa kijeshi wameeleza kuwa wametekeleza wajibu wao wa kulinda taifa kwa maslahi ya wananchi. Wametangaza kuwa wanapinga ufisadi na uongozi mbaya, wakiahidi kurejesha hali ya utawala wa haki. Taarifa zaidi kuhusu hilo